La kwanza namshukuru sana Mwenyezi Mungu kupata fursa nimechukua fomu, uh, kuomba tena ridhaa ya wananchi wa Geita mjini kugombea ubunge e, na nitasubiri michakato ya chama iwapo itanirejesha nitaomba, na iwapo wanachama atanipa ridhaa nitashukuru kuwawakilisha. Aa, nataka kusema kama mambo matatu a, la kwanza e, kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya, ya, ya Muungano wa Tanzania